Tanzania Bara kwa kawaida kila tarehe tisa Disemba huadhimisha Siku ya Uhuru, na mwaka huu taifa hilo linatimiza miaka sitini na nne tangu lipate uhuru wake. Hata hivyo, tofauti na ilivyozoeleka ambapo siku hii huona shamra shamra na furaha ya kitaifa, mwaka huu hali imekuwa tofauti. Serikali imewashauri wananchi wake kuitumia siku hiyo kama sehemu ya mapumziko kwa kubaki majumbani, huku ikiwashauri wale tu wenye dharura ya kutoka kufanya hivyo kufuatia hofu ya kuibuka kwa vurugu. Idadi kubwa ya wananchi hasa katika miji mikubwa wameamua kubaki majumbani, hivyo kuacha sehemu kubwa ya miji kama Dar es Salaam bila watu barabarani. Hatua wa hii imechukuliwa kufuatia kuwepo kwa wito wa maandamano yaliyopangwa yenye lengo la kudai mabadiliko ya kiutawala, huku yakipinga serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Hata hivyo, serikali imewatahadharisha wananchi wake dhidi ya kushiriki maandamano hayo na kusema sio halali. Leo ikiwa ni siku 40 tangu 29 Oktoba ambapo Tanzania ilifanya uchaguzi mkuu ambapo baadaye ulikumbwa na vurugu zilizosababisha mauaji ya wananchi ambao mpaka leo idadi kamili haifahamiki licha ya polisi kulaumiwa kwa kutumia nguvu iliyopitiliza. Rais Samia amewatetea polisi kusema kwa kusema kuwa vikosi vya usalama vililazimika kutumia nguvu mwafaka kukabiliana na waandamanaji aliyowataja kuwa hawakuwa na nia ya amani. Wakati hao yakiendelea, mataifa kadhaa ya Magharibi yametoa wito kwa Tanzania kuheshimu haki za binadamu na kulinda uhuru wa kujieleza. pamoja na mvutano ulio rais samia ametangaza wito wa maridhiano wasiokuwa na masharti hata hivyo bado haijafahamika wazi iwapo upinzani utakubali kuketi meza moja na serikali na kama wakikubali mazungumzo hayo yatafanyika chini ya mazingira gani